Ama kwa hakika e, nimekuwa ni miongoni mwa wale ambao wamechaguliwa kuweza kutoa lolote katika hadhara hii ambayo ni mubarak wa kufungua kituo chetu hiki Masjid Ibn Abbas, kuwa ni msikiti wa pili kwa Tanga mjini katika vituo vya kisalafi. Kwa hiyo kuwekwa kwangu hapa mbele haimaanishi kuwa na mimi ni katika wale wakubwa katika mashehe, bali hapa kuna mashehe zangu wengi, kuna walimu zangu ambao wanawaona nikiwatazama. Kwa hiyo nataraji kukosea kwangu katika yale nitakayosema ni kwingi kuliko kupatia, na ikiwa nitakosea basi, nina imani walimu zangu watanisahihisha. Kwa hakika ninao furaha kubwa kwa kuwa naziona nyuso za ndugu zangu wa kisalafi wakiwa wao wanafuraha na bashasha kwa kupatikana kituo hiki, kwa sababu nikiyanukuu maneno ya shekhe wetu mlezi Abulfadhil hafidhahullah taala, ambayo aliwahi kuyasema katika semina ya kwanza ya ufunguzi, au katika semina ya kwanza ya Markaz Shekhulislami Ibnu Taimiya, Abulfadhil hafidhahullah taala alisema katika yale aliyoyasema, ikiwa sijasahau, alisema mahizbi wako wengi sana kuliko watu wa sunna na watu wanahurika na wingi wa mahizbi kutokana, kwanza wana marakizi nyingi, wana vituo vingi. Na akafikia kusema lau kama hawa mahizbi hawa watatia mate katika vi kila mmoja atatia mate katika kijiko kisha mate yale kwa wingi wake tukamwagiwa sisi ahlusunna salafiyin, tutaharika. Kwa maana tutakufa kwa wingi wa mate wa mahisi, namna walivyokuwa wengi. Kwa hiyo kupatikana kituo miongoni mwa kituo cha Sunna, vituo ambavyo vitakuwa vinasimamia manhaji ya Salafi, basi hiyo ni kheri kubwa sana ku katika imani na hususan wale watu ambao wa wapo katika maeneo haya, watakiwa neema hii waifurahikie na waitunze na waiheshimu, kwa sababu anasema mmoja katika wasemaji katika maneno ambayo yana busara na hekima nyingi: idha kunta fi ni'matin faraha, utakapokuwa wewe uko katika neema yoyote, ima ni neema ya afya, ni neema ya kutafuta ilmu ni neema ya kupata vituo kama hivi vya kisalafi basi neema hiyo ichunge idhibiti na uifurahikie. Kwa hiyo wale wakazi wa hapa wanatakiwa neema hii waidhibiti na waichunge na waheshimu na waone kwamba huu ni ukombozi wao kufika wa kituo hiki mahali hapa fa innal maasi tuzilu ni'am, kwa sababu, sababu ya maasi huwa yanaondosha neema ikiwa kituo hiki hakitosimamiwa katika misingi madhubuti kuwafundisha watu Qur'ani, kama alivyotangulia kusema shike wangu Arafati katika kutuba ambayo ni qayima, watu ikawa hawafundishwi sunna, basi neema hii itaondoka na hakutakuwa na faida na maana ya kuwa kituo kizuri kama hiki. fa innal maasi tuzilu ni'am, kwa sababu ya maasi yanaondosha neema. Kisha akasema wadawimu alaihi bishukuri ilah, mtu anatakiwa adumu siku zote kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile neema aliyokuwa nayo. Kwa hiyo wakazi wa masiwani Mbugani, mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ambayo mmeipata lailan wa nahara. Mwombeni Allah subhanahu wa ta'ala ta awahifadhie na watunzie neema hii, Fa inna Allah sari'un niqam kwa sababu ya Allah subhanahu wa taala, ni mwepesi wa kuadhibu. Kwa maana ikiwa watu watakwenda kinyume na vile ambavyo imekusudiwa msikiti huu au kumekusudiwa katika msikiti huu na ikawa wale walimu katika msikiti huu hawafundishi watu, basi neema hii Allah subhanahu wa taala ataiondoa kwa namna yeye ambayo Allah subhanahu wa taala anajua. Watuweku katika imani. Niserefushe maneno mengi, kwa sababu walimu wangu wamenitangulia na pia vilevile nataraji wapo mashike zangu wengine ambao wataendelea kunitangulia, lakini nikimalizia kalima yangu hii fupi na maneno ya al-allama Sheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala, ya kwamba katika kituo hiki kwa wale wakazi wanaokaa hapa, huenda wakastaajabu kwa mingi ambao hawajayasikia kwa sababu neno salafia pengine huku bado halijafika vizuri, au ndani ya msikiti huu watu wakasikia maneno ya kuwasema maibadhi, ndani ya msikiti huu wakasikia watu maneno ya kuwasema mashia, na hali ya kuwa baadhi ya mashia watu wa huku pengine wanaamiliana nao, au ndani ya msikiti huu watu wakasikia wanatajwa watu tofauti tofauti wakastaajabu. Lakini Sheikh Mukbil rahimahullahu taala anasema

ni kuupa elimu mujitamaa hawa watu wanaotuzunguka hawa ndio hamu yetu sisi waelewe wa taalimu jahil kadhalika na kumfunza yule ambaye hajui dini yake leo hii ni wangapi mtu leo ukimtazama ana miaka 60 au ana miaka 30 au 35 lakini ukimsimamisha mbele hapo kimwambia ukimwambia hebu emuchukua udhu ule ambao ameuchukua ar-rasul al sallallahu alayhi wasallam mtu huyo hawezi atauchukua udhu ule ambao ameuona kwa baba yake au kwa watu wake ambao wako wanomzunguka. Hebu swali kama vile alivyoswali ar-rasul Al sallallahu alayhi wasallam, utamuona kabisa na umri umeshasogea. Lakini nawaambia tukufu katika iman, hususan wakazi wa hapa, hii ni neema, idhibitini, ifurahikini, kwa sababu malengo ya kituo hiki ni kuwafundisha watu dini, insha allahu taala. Niishie hapa, huluma tasmauni wastaghfirullah.